Habari za saizi wapendwa mnaofuatilia video hii aa, kupitia Ajuaye chaneli. Wapendwa, kuna jambo nataka kuzungumza ambalo limegusa hisia za moyo wangu na hisia za maisha yangu. Mungu akikupa ukilema huwa anakupa na mwendo pia. Kama mnavyomwona huyu kijana ni kijana ambaye ni mlemavu, mlemavu wa miguu miwili na mkono mmoja. Hapo alipokaa amekaa, amekalia basikeli, hawezi kujisukuma wala hawezi kufanya kitu chochote kinachohusiana kutembea pasipo kupata msaada. Huyu kijana kama mnavyomwona anajishirikisha na kutengeneza simu. Na ni fundi mzuri sana. Anatengeneza kila aina ya simu. Na pia kuna watu waliguswa wakamsaidia kununua baadhi ya vifaa vya kutengenezea simu, vifaa vya kisasa na kadhalika. Lakini nataka niseme jambo moja, narudia kauli yangu, Mungu akikupa ukrema anakupa na mwendo. Nikimaanisha huyu kijana ni mlemavu, shule hakuenda, kutokana na mazingira aliyokuwa. Lakini cha ajabu, mimi katika pitapita -pita zangu nimemkuta hapa, nikajaribu kuchukua historia yake. Alianza kutengeneza redio akatengeneza matochi, vitu vinavyohusiana na masuala ya umeme. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, ni fundi mzuri anayetengeneza simu na anakubalika. Watu kutoka sehemu mbalimbali wanaleta simu katika ofisi yake na simu zinapona, na hivi tunavyozungumza, mpaka sasa yupo anaendelea kutengeneza simu za watu. Nachopenda kusema ni kwamba huyu Ajuae ana account yake ya YouTube, ana channel yake ya YouTube. Ukitaka kumpata, unaweza ukamfuatilia tu, uandike jina ajuae Gideon. Katika Facebook yupo, katika Instagram yupo, pia hata YouTube. Ukitaka kumjua vizuri na kumpata vizuri, ingia katika YouTube hii na like search, subscribe pamoja na kucomment utam utapata taarifa zake nzuri nzuri nzuri nzuri, na huwa anaposti vitu vingi ambavyo vinafundisha maisha ya watu. Huwa anahamasisha kuhusu walemavu, anahamasisha kuhusu michezo. Ni mtu ambaye anatafuta amani katika mitandao. Kwa ninachokuomba ushiriki katika akaunti yake ya YouTube, umwambie rafiki, ndugu na jamaa muweze kusubscribe aweze kupata wasiaf, wa, wafuasi wengi na watu wengi waweze kupata taarifa hizi. Hakuna kitu kibaya na kinachouma kumwona mtu mzima mwenye miguu na mikono na hakiri timamu, anaye iba vya watu anaye kaba, hicho kitu kinaumiza mioyo ya watu. Lakini ukimtazama huyu kijana, sio ombaomba mitaani. Amekaa akazungumza na Mungu, Mungu naye akamjibu, akampatia ufundi sio, simu mpaka tunavyozungumza sasa hivi yupo mkoa wa Kigoma, ukimuulizia fundiaju utampata, utampata hata mitandaoni, kiandika Ajuaye, utamwona jishughulisha na mambo ya kutengeneza simu. Kunachokuomba ahio, kama unajijua ni mwizi, unajijua ni tapeli, achana na hayo mambo. Ebu jihusishe kama Ajuaye, tafuta cha kufanya, usikate tamaa katika maisha kufika hatua ya kuiba au ya kuombaomba. Tazama huyu kijana ni kirema lakini suala ya kuomba ameachana nalo, ameamua kutafuta kitu ambacho kitamuingizia hela kila kukicha, na tunapozungumza mpaka sasa anamke na familia ya watoto. Nachokuomba ndugu na jamaa, chini ni miguu yake, kama mnavyomuona, kabisa ni mlemavu, hajavaa kiatu wala nini. Ombi lake kwenu ni moja tu, tujishughulishe na kazi, tufanye kazi kwa bidii, tukimtanguliza Mungu. Na pia anachokiomba muweze kusubscribe, ku comment na like video hii, atawashukuru sana, mtakuwa mmemsaidia sana, yani sana. Ama na zaidi anachokiomba kwenu tu ni kusabskraibu kukoment pamoja na like. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kunisikiliza, na kuna vitu vingi vinakuja ndani ya wiki hii kupitia chaneli hii ya Ajuaye video. Hata mchezo inayoendelea, taarifa zote zinapatikana kupitia chaneli ya Ajuaye video. Asante, asante kwa kunisikiliza, asante kwa kuwa utacomment na kulaiki na kusabskribu Asante kwa sababu hii video tutaisambaza kwa watu wengine iwe fundisho. Asante, asante sana. Tunaamini mtafanya kama tulivyo waomba. Ombi letu ni kusubscribe, ni kucomment na kulike, ili hii video ikawe ni funzo kwa watu wengine wanaofanya vitu ambavyo hazina haki. Wakati Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo. Huyu kijana kukata tamaa, alimwomba Mungu kuula kumpatia kipaji hiki cha kutengeneza simu. Familia inakula kwa kutengeneza simu, familia inaishi kwa kutengeneza simu. Mungu anajibu kwa wakati. Asante.